Ni Ombeni Kifumo. Mambo vipi bwana? Kama ka. Safi, harakati zinaendaje? Freshi, habari ya Tanga. Eh, bana Tanga ni kwema. Mm. Tanga ni joto kali, jua la kutosha kabisa. Ase. Lakini ile alijatuzuia kuendelea na mazoezi kwa sababu tuko katika Dipa la Sahara, Sahare, eh, hapa jijini Tanga. Naam. Timu inaendelea na mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo kesho dhidi ya misitu FC katika dimba la TFF hapa Tanga. Naam, na vijana wako vizuri, wako fiti kabisa yeah. Eh, kocha mkuu Del Piero pamoja na kocha wa fitness, lakini pia na benchi la ufundi kwa ujumla wanaendelea kuhakikisha kwamba vijana wanapata eh, mazoezi ya nguvu eh, kuhakikisha kwamba siku ya kesho, mchezo wa kwanza ligi daraja da la pili dhidi ya misitu, matokeo yanapatikana Umeniambia kikosi kinafanya mazoezi eh, mchana huu, inawezekana haya ndo akawa mazoezi ya mwisho ya kikosi au kuna mazoezi mengine ambayo watayafanya kwenye uwanja wa mchezo? Aa, kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba timu ilikuwa i-train kwenye uwanja wa TFF eh, ambao ndo utatumika kwenye mchezo wa kesho naam. Lakini kutokana na eh, sababu ambazo ziko nje ya uwezo wa benchi la ufundi eh uh, pamoja na uongozi uh, mzima wa timu imeshindikana kwenda kutrain kwenye dimba uh, la TFF. Eh uh, muda wa jioni, muda wa saa kumi ambapo ndo uh, timu ina itakuwa kufanya mazoezi, kwa sababu kwa kanuni za TFF tunazozungumza ni kwamba timu itakuwa kufanya mazoezi muda ule ule ambao ta- mechi itapigwa uh, na no. siku inayofuata. Kwa hiyo timu itakuwa kufanya mazoezi uh, majira ya saa kumi jioni katika dimba la TFF, lakini kutokana na kushindikana no. uh, timu imekuja katika dimba la Sahare hapa uh, jijini Tanga kwa ajili ya kufanya mazoezi taelekea ufukweni kidogo ku, eh, kuvinjari eh, kula, kubacha, upepo wa bahari yeah, uh, kidogo, kwa sababu tunafahamu kwamba eh, michezo ni afya na ili wachezaji wafanye vizuri kesho mm, eh, lazima wakae vizuri kiakili kimwili, na mambo mengine yaweze kwenda sawa, kutotoa nuksi pia baharini, eh, kutotoa nuksi na vitu kama hivyo, sio kwa ugenini lakini eh, kwa IAA Sports Club ugenini kama nyumbani, lazima kieleweke na matokeo yapatikane na kwa asubuhi hapo kabla treni ianza. Naam, anasema kwamba e, mashabiki wa IAA Sports Club wasiwe na wasiwasi no. E, mchezo wa kesho e, anafahamu na magari ambapo wanaenda kumaliza, kwa hiyo kikubwa ni kusubiri tu matokeo ambayo yatapatikana, yeah,